Tanga ni miongoni mwa majiji sita yaliyopo hapa nchini ambapo kwa sasa jiji hili linakuwa kwa kasi kutokana na uwekezaji wa miradi mbalimbali mbali ikiwemo bandari pamoja na ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Chongoleani Tanga. Sasa yote hii tumeweka ili kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa salama. Sisi unaweza ukatuona, tuna mpaka mmoja tu wa Kenya, kwa maana Mombasa. Lakini sisi tuna mipaka mingi kwa sababu bahari hii ni ya kimataifa eh, watu wanaleta meli, watu wanaleta boti za uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo huo mpaka nao unahitaji kuangaliwa. Kwa hiyo kwa kusaidiana na wenzetu wa bandari pia tunashirikiana nao, tunapotaka kuweka kamera tunawaambia wapi tuweke, na wao wanapotaka kupata hiyo taarifa ya kamera wanapewa access. Lakini tukasema kamera haitoshi peke yake, lazima tuweke na taa mji Mradi wa taa za barabarani pamoja na kamera umepokelewa kwa mikono miwili na wananchi, ambao wanasema hii ni hatua nzuri ya kuwawezesha kufanya biashara zao kwa masaa ishirini na nne sehemu kama Taifa Rodi hapo kama barabara Chumbageni, sehemu pembe mawazo pembezoni ya Tangabichi kule sehemu kama hii barabara rodi ya Usagara, hizo ndio sehemu za msingi ambazo tunazohitaji kamera, kwa sababu kamera inaza kutusaidia mpaka sisi ambo kwamba tunafanya kazi mpaka siku ya bodaboda kwa sababu vijana sengine wanapita wanabokora simu sisi kama wafanyabiashara ambao ni wengi katika jiji la tanga tunataka tuanzishe biashara ya masaa ishirini na nne kwa hiyo tunaomba hizo taa zitakapofika mitaa yote ambayo ina biashara nyingi ipewe kipaumbele na zifungwe taa za kutosha kwenye mitaa hiyo tuanze kufanya biashara masaa ishirini na nne katika sehemu za kupatia riski, kwa mfano kwenye masoko, kwenye nini. Mimi ni mbeba mzigo, unaona bwana, na kama mbeba mzigo naweza kaenda pale kushusha mzigo, nimetoka zangu Mombasa na gari, kuna giza, unaona bwana, siwezi kushusha mzigo pale kutoka. Kwa hivi inabidi nitumie simu yangu, au si bwana, kumurikia yule nani. Lakini kama kuna, kuna taa, mzigo naushusha muda ule ule na kaendelea kupata riski yangu. Lengo la serikali ni kuhakikisha jiji la Tanga linakuwa na hadhi kama Arusha na Mwanza. Mariam Shedafa, Azam News.